Neema imewashukia wananchi wa Ole Pemba kufuatia ujenzi wa skuli ya kisasa. Ujenzi huu umeleta mabadiliko makubwa na kwa sasa changamoto za elimu zimeondoka kwa wananchi wa Ole Pemba na kutoa fursa bora za elimu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kutoka nyumbani najisikia amani, kifupi najisikia upendo kabisa mwana, Natoka nyumbani na kuja skuli ambayo nahisi na kila kitu, yani na kila kitu cha kujisomea ina eni nyenzi ambayo itanisababisha mimi nifaulu katika masomo yangu. Dkt Mwinyi ameleta nuru kwa wananchi wa Ole Pemba ambapo sasa wanafunzi wanasoma wakiwa na motisha kubwa na nia thabiti ya kutimiza malengo waliojiwekea. Elimu ni msingi wa maisha kwa kila mwanadamu, ambapo lengo la Dkt Mwinyi ni kuhakikisha kila mwanafunzi anapata elimu ya kutosha na kutimiza ndoto zake. Jengo hii ndio naweza kuwa daktari kwa sababu ina kila kitu, ina lebo ya biology, ina lebo ya chemistry, biology na chemistry na physics pia. Katika jitihada zake za kuimarisha sekta ya elimu Dkt Mwinyi ameweka malengo ya kuhakikisha kila mwanafunzi anapata elimu bora inayompa uwezo wa kutimiza ndoto zake na kujenga mustakabali mzuri kwa maisha yake. Kiukweli, rais wetu mpendwa, tunachomwahidi au tunachomwahidi kwa wote ni kutarajia matokeo mazuri, kwa sababu hicho alichotuletea mara hii hakuwahi kutokea katika siku yetu ya ole. Kwa hiyo oh, ye yeah, natarajia tu matokeo mazuri kutoka kwetu sisi, na vizuri zaidi tumtegemee Mwenyezi Mungu, maana hakuna lolote litakalotokea bila ya kuwepo kwa Allah. Waswahili wanasema elimu ni taa. Giza halishindani nayo. Maneno haya yanaonyesha jinsi elimu inavyoleta mwanga na maarifa, ufahamu na kuondoa giza la ujinga kwa kila mwanadamu. Dokta Mwinyi, sisi wanafunzi wako au sisi watoto wako tunao furaha kubwa sana kwa kutujengea jengo hili nzuri na la kisasa. Na katika hili tunakuahidi matokeo mazuri kabisa, wala usiwe na wasiwasi kwa sisi, maana umetupa kila njia ambayo ili tuweze kutimiza malengo yetu. Tunakuahidi matokeo ya division 1 ya pompo mwaka huu.